Na tukirejea hapa nchini tunafahamu kwamba miongoni mwa wanyama wanaotumika katika sekta ya ulinzi ni mbwa. Lakini je, wanatakiwa kufugwa kwa kuzingatia mambo gani, na wanatakiwa kutunzwa na kupewa mafunzo ya aina gani? Basi tunazungumza hapa na wadau katika sekta hii wanaotujuza, kina Gaubaga na mwenzangu Richard Ngaila, yupo tayari kabisa e, mesi nipo tayari na najua unafahamu faida ya mnyama huyu mbwa, lakini e, yapo yale ya kuzingatia wakati wa kuishi naye, pengine unayafa, baadhi unayafahamu, lakini yapo yale ambayo hauyafahamu na unatamani e, kuyafahamu e. na kuna mambo ya kuzingatia pia e, kuhusu e, kuishi na mnyama huyu ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii hasa kwenye makazi ya mwanadamu. Eh, kwa sababu jambo lake kubwa pia ni pamoja na jukumu la ulinzi. Eh, sasa chama cha wafuga mbwa wameandaa matembezi na maonyesho ya mbwa ambayo yatafanyika pale Dodoma. Sasa tunaungana hapa na Sunday Mayala ambaye ni katibu mmoja wa wafuga mbwa, ipo eh, studio eh, zetu za Dodoma, lakini Dr. Alfred Ernest ambaye ni daktari wa mbwa eh, kutoka umoja wa wafuga mbwa naye pia eh, yupo Dodoma. Karibuni sana na habari za asubuhi. Habari za hapo Dodoma? Salama salama kabisa. Habari za studio? Sisi tuko vizuri, tumefurahi sana kuungana na nyinyi asubuhi hii, kwa sababu eh, tunaenda kuzungumza jambo muhimu sana. Pengine nianzie kwako, uh, Sunday Mayala, katibu wa umoja wa wafuga uh, mbwa. Uh, maadhimisho haya ama matembezi haya mmelenga nini hasa? Okay. Uh, matembezi haya na maonyesho tulichokusudia sana sana ni ku raise awareness kwa jamii, kwa sababu tumegundua kwa kipindi kirefu sana kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na ufugaji wa mbwa. Kunakuwa na nadharia nyingi zinatengenezwa na zina, zinaendelea kujijenga kwamba mbwa ni mnyama hatari mbwa huyo huyo unayemfuga anaweza akakurudi akakudhuru. Mbwa huyo huyo ndo amekuwa analeta madhara kwenye jamii, kung'ata watoto. Kwa hiyo kuna vingi ambavyo viko negative. Sasa kama umoja wafuga wa wafuga mbwa Dodoma, tuliona ni jambo la busara tukajiorganize na kwenda kupeleka ile awareness, ili kila mtu basi kwenye jamii aweze kupata na kufahamu kinagaubaga mbwa ni, ni mnyama wa namna gani na kwa namna gani basi tunaweza tukaishi naye kirafiki na akawa msaada kwetu sote. Sasa ni kitu gani watu hawakifahamu kuhusu mbwa na wanaishi naye kila siku e? moja kati ya vitu ambavyo watu wa wanashindwa kuvifahamu mbwa mm, ni mnyama ambaye unapaswa kuishi naye kama unavyoishi na binadamu wengine wowote, mm, kwa sababu kati ya ulinzi ama katika upande wa ulinzi, mbwa unayemlea na kumtunza vizuri yupo tayari kusacrifice maisha yake ili wewe upone. Yani ni upendo wa hali ya juu ambao upendo huo huwezi kuupata kwa baadhi ya binadamu. Tunaishi na binadamu kwe, kila siku na tunaingia na kutoka, lakini katika usaliti tunauona kwa binadamu, hauwezi kuona huo usaliti kwa mbwa kama ukilitambua hilo basi, itakuwa ni safari yako ya kwanza kubadilisha mfumo ama mwonekano wa mbwa katika jamii. Lakini pia mbwa huyo huyo, kama nilivyosema, unavyomtreat ndivyo atakavyokupokea. Kuna namna ya kumlisha, kuna namna, kuna kipindi unabidi umuogeshe, kuna kipindi ambapo mbwa anaumwa na anakutegemea wewe kama mlezi wake uweze kumpatia matibabu. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea kuwapenda hawa wanyama ndivyo utakavyoona matokeo na manufaa ya kuwa nao. Pia sawa sawa, nizungumze na daktari. Daktari, ni yapi ya kuzingatia hasa wakati unaishi na mbwa, pengine Watanzania sasa hivi waweze kufahamu? Karibu sana. Nashukuru studio. E, tuna dili sana na magonjwa ya mbwa ambayo mara nyingi yanaweza kuwa anahama kutoka kwa mbwa kwenda kwa binadamu. Hapa tunaongelea kwa mfano ugonjwa wa kichaa cha mbwa ambayo kitaratibu kabisa huu hauna tiba ila una chanjo tu kinga, ina maana ni ugonjwa wa virusi. Kwa hiyo kubwa la kuzingatia wakati tunaishi na hawa mbwa nyumbani, kama kampani yetu, kama walinzi, tunapaswa kujua mbwa huyu anatakiwa kuchanjwa kichaa cha mbwa mara moja kwa mwaka. Na chanjo hii inatolewa mbwa kuanzia umri wa miezi mitatu na kuendelea na ni mara moja kwa mwaka mm-hmm. Na hilo ndio jambo pekee ama <clears throat> uh, la kuzingatia ama yapo mengine pia ili Watanzania waweze kuyafahamu? Yapo mengine mengi la ikiwemo watu wengine hawatambui kuwa mbwa pia anaweza kupewa dawa za minyoo. Kama katibu alivyoongea, mbwa pia wanaweza wakapewa, wakaogeshwa kwa maana kwamba unakuaga tunaita parasite, wadudu wale wanaong'ata, kwa mfano kwenye ng'ombe tunazungumzia kupe, viroboto. Pia mbwa anaweza kuwapata hawa hawa pia. Wadudu huwa wanaleta magonjwa kwa mbwa, hivyo anapaswa mbwa kuogeshwa at least mara moja kwa wiki. Ina maana kwa mwezi at least muogeshe mara nne. Sasa, umezungumza kuhusu uh, kichaa cha mbwa uh, nawezaje kufahamu kwamba huyu mbwa pengine ana kichaa ili niweze niweze kuwa makini naye zaidi. ah, kichaa cha mbwa, e, dalili za awali kwamba mbwa lazima abadilike tabia. Ndo maana tunasema kwamba mbwa inapasa we familia yako, ili pale anapobadilika, uweze iwe rahisi wewe kumtambua. Mbwa akipata aki, aki kichaa cha mbwa huwa hmm, tabia behavior zina change, tabia kwa mfano anaweza stage za awali, anaweza akawa muoga kupita kawaida, anaweza kuonyesha dalili zote za ugonjwa. Lakini pale inapozidi kukomaa, utaona kuwa anaanza kuogopa baadhi ya vitu, kwa mfano maji. Mbwa aliye mwenye kichaa cha mbwa huwa anaogopa maji. Baadaye inavyoendelea, tabia zinaendelea kubadilika na kuanza kung'ata vitu ovyo ovyo, vile vitu anavyoviona. Inawezekana akawa mti, inawezekana akawa watu na vitu vingine Magari anaweza akavamia na kuyataki. hmm. sasa kwa tafsiri ya kwamba anakuwa mkali zaidi, pia si ndivyo? anakuwa mkali zaidi Aha. Sasa wakati huu unapaswa kufanya nini? sasa kama uh, mbwa amefikia kwenye hali hiyo. Aa, ikifika steji hiyo, cha kwanza lazima uripoti kwa afisa mifugo walioko karibu na wewe watajua taratibu ya kuweza mbwa huyu lazima ni lazima auawe kwa sababu uh, ya kupunguza maambukizi, sababu kichaa cha mbwa kina, kinaenezwa kwa njia ya kung'atwa. Wale vimelea au virusi wanakuwa wako kwenye mate ya mnyama ambaye tayari anakuwa ameshapata kichaa cha mbwa. Kwa hiyo baada ya kuona tabia hizi za awali, ni vyema sana ukamuhusisha mtaalamu au afisa mifugo au daktari wa mifugo aliyeko karibu na wewe ili kwa msaada zaidi. Mm-hmm. Kwa upande wako Mayala, tueleze maonyesho mnayoyafanya mwaka huu ni mara ya ngapi, na mnatarajia kuwa na watu wa aina gani ambao ni washiriki, kama ni wamiliki wa mbwa wa aina gani na atakayeshiriki pia atapata vitu gani? Kwa okay, so. <coughs> Uh, kwa maonyesho ya mbwa uh, tumekuwa tukiyafanya machache kipindi cha nyuma, lakini hii ni kwa mara ya kwanza kabisa wanaumoja wafuga mbwa wa Dodoma tumeamua kujitoa na kuja kulifanya ili jambo liwe kwa upana na kwa ukubwa. Maonyesho haya yatafanyika siku ya Jumamosi, ambayo ni tarehe tatu Mei, pale kuanzia viwanja vya Chinangali Park tutatembea mpaka viwanja vya Mashujaa kufika pale uwanja wa mashujaa, kutakuwa kuna shughuli tofauti tofauti ikiwemo maonyesho ya mbwa. Kutakuwa kuna maonyesho ya mbwa wa ulinzi, ambapo um, tutaona ni mbwa gani ambaye anaweza akamkamata aka, aka, aka, aka mhalifu. Alafu kutakuwa kuna maonyesho ya shoo, yani ile shoo ya mbwa kwamba huyu mbwa ni mzuri, huyu mbwa ana utofauti huu, ana utofauti ule. Kutakuwa na maonyesho pia ya utiifu ni mbwa gani basi ni mtiifu, ukimwita, ukimwambia kae, ukimwambia nenda, ukimwambia kamata, anafanya yoyote. Lakini pia ukiachilia hayo maonyesho ambayo kila mtu ataweza kuenjoy E, kutakuwa kuna mada tofauti tofauti za namna gani tunaweza kuboresha hii tasnia ya ufugaji, kwa sababu kadri tunakoendelea ajira zimekuwa ni changamoto kwa vijana wengi katika taifa letu, lakini kwa kupitia mchakato ama hii tasnia ya ufugaji mbwa vijana wengi tumeweza kujikomboa na kuendesha maisha kwenye upande mwingine. Pia ukiachilia hayo mafunzo ambayo yatakuwa yanatolewa kutakuwa kuna chanjo kama alivyoongea Daktari Ernest hapa. Kutakuwa kuna chanjo ya e, kichaa cha mbwa ambacho ambacho, hiyo chanjo inatolewa mara moja kwa mwaka, na hiyo chanjo kwa siku hiyo itakuwa ni bure pia. E, umoja umeandaa mchakato wa kutoa dawa za minyoo kwa mbwa mbwa wote ambao watakuwa na sisi au wenyeji ambao wataweza kushiriki basi wataweza kupatiwa hizo dawa ili waweze kwenda nyumbani na kutibu mbwa wao. Kwa hiyo kwa, kwa ufupi hayo ndo tunayoyatazamia tuna katika shughuli yetu ya siku ya Jumamosi. mm -hmm. Na tueleze sasa, kwa wale wanaotaka kushiriki namna gani wanaweza wakajisajili? okay, uh, kwa ambao wanataka kushiriki e, tumeshafanya engagement na watu wa, kuna watu watatoka Kenya, kuna watu ambao watatoka hapo Dar es Salaam, e, kuna watu ambao watatoka Singida. Hawa ni watu wote ambao wana deal ama wanajishughulisha na michakato ya ufugaji mbwa. E, kwa ambao wapo Dodoma pia tumewafikia karibia sehemu zote ya mji, ikiwemo kutengeneza matangazo, kubandika vipeperushi na kuvisambaza kote huko. E, katika vipeperushi vyetu kuna namba za simu ambayo naweza nikaitaja hapa. Uh, ni 0622 59 31 75 kwa yeyote ambaye anambwa ama kwa yeyote ambaye ana mapenzi na mbwa. Hatujafanya kuchagua ama kuwatenga wale watu ambao wanasema tuna special breeds na local breeds. Wewe ukiwa una German Shepherd tunakukaribisha, ukiwa na Rottweiler tunakukaribisha, ukiwa na Jer-, eh, Caucasian Shepherd tunakukaribisha, hata ukiwa na hawa mbwa ambao umewaokota mtaani, lakini unafuga basi tunakaribishwa, kwa sababu hii ni yetu sote, na tumefanikiwa kuifikisha hapa, basi tuendelee ku, ku, ku, ku, kuipambania na kuipeleka kule ambako tunaitazamia. <laughs> Unajua Bwana Messi, mm -hmm. eh, mm -hmm. Eh, kwenye maisha yetu ya kawaida ya utani utani kuna, kuna, kuna ndugu zetu wana tabia kutuita wanaume bwana, wanaume wote ni mbwa. mm -hmm. Eh, sasa unafahamu unafahamu umuhimu wa mbwa sasa, ulinzi. mm -hmm. lakini Eh, anasaidia kwenye kuinda na kadhalika. Daktari, daktari kwa kumalizia pengine lolote, maana eh, kuna ndugu zetu wa upande wa pili wanatabia kututania sisi wanaume, lakini tunafahamu kwamba mbwa kumbe ni muhimu sana, eh, licha ya kuwa, uh, licha ya kusaidia kwenye ulinzi, lakini kwa jamii za vijijini eh, anatafuta pia chakula, anaenda kuwinda. Eh, na ndicho ambacho hata mwanaume kwenye jamii anafanya, anatafuta chakula na ni mlinzi pia. Karibu sana daktari, tumalizie. Nashukuru. Kwa kumalizia, sisi mm. tutoe wito kwa wafuga mbwa wote mkoa wa Dodoma. Ndiyo. na mikoa jirani tunawakaribisha siku ya tarehe tatu mwezi wa tano ambayo itakuwa ni Jumamosi kwa ajili ya tukio kubwa hili la mbwa Dodoma, na kwa mara ya kwanza tutalifanya. Lakini pia tunatoa hii hii, kwanza hatuchagui una mbwa wa aina gani, hapa tunaweka pembeni aina yoyote ile ya mbwa, hata wale tunawaita koko nyumbani, tunawahitaji siku ya tarehe tatu mwezi wa tano kwa ajili ya kupata elimu. Tutapata elimu kubwa zaidi kuhusiana na ufugaji wa mbwa na lishe pamoja na matibabu, lakini pia e, kutakuwa na hizo chanjo za bure, lakini pia e, tunawahitaji ma maafisa mifugo na madaktari wote wanaopatikana Dodoma, lakini hata nje ya Dodoma tunawahitaji siku hii kwa ajili ya kutoa elimu kubwa kuhusiana na mbwa, lakini pia kushiriki kwenye zoezi kubwa la utoaji wa chanjo. Sawa sawa, tunawashukuru sana na tunawashukuru sana kwa muda wenu, na bila shaka Watanzania ambao wanafuga mbwa e, basi wamesikia wito huu na e, wataungana nanyi e, siku hiyo muhimu ambayo mmetukumbusha e, hivi sasa. Sawa sawa e, tumezungumza kuhusiana na mnyama mbwa. Tunafahamu umuhimu wake na umemsikia hapa Daktari Alfred Ernest ambaye ah, ni daktari wa mbwa, lakini pia Sandey Mayala, katibu mmoja wa wafuga mbwa e, kutoka kwa wali... Dodoma e, kwa wale wakazi wa Dodoma na maeneo ya wa karibu unaweza kupata nafasi ya kushiriki e, kwa sababu unaweza ukawa unafuga, kuna baadhi ya vitu lazima upate uzoefu kutoka kwa wafugaji wenzako kabisa e, na mtakumbushwa kwamba sisi sio kama mnavyotuita <laughs>